Kama ulikuwa na ndoto ya kuwa photographer eh, kuwa mpiga picha mzuri na unaifanyia retouch ya picha ambayo unaipiga basi, Akili Media ni sehemu sahihi kabisa. Kuanzia sasa, tutakuwa tunatoa mafunzo haya uh, kwa mtu yote ambaye anatamani kuanza kutumia kamera, kuijua kamera na kuweza kupiga picha nzuri, pamoja na kuzifanyia retouch. Basi uh, Akili Media itakuwa ni sehemu yako sahihi, sehemu ambayo utapata mafunzo haya eh, nje ndani, kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa hata kama huna idea kabisa yote, na ungetamani labda kuwa photographer, ungetamani labda kujua namna kutumia kamera kupiga picha kali, kutumia kamera, settings za kamera ni zipi ambazo zitakufanya upate picha nzuri, basi Akili Media ni sehemu sahihi kabisa ambayo utaweza kupata mafunzo haya, kuanzia hatua ya kwanza kabisa hadi ya mwisho. Kuanzia mwezi wa pili, tutaanza kupokea wanafunzi, kwa mtu yote ambaye anahitaji kuwa E, photographer, kamera vifaa vyote tunavyo. Utajifunza vitu vingi kuhusiana na kamera, lakini pia uh, kwa mtu ambaye ataka kujua kutumia kamera kwa ajili ya kushoot video, basi nawe utajifunza hapa kwa sababu vifaa tunavyo vyote. Karibu sana, ungana na watu wengi ambao tayari wamekushapata mafunzo kutoka kwetu na hautojutia. Na uzuri ni kwamba hautakuwa wa kwanza kama ulikuwa unatamani kuanza kutengeneza pesa mwaka huu, basi hii ni fursa kubwa sana. Uh, kwa sababu bado watu wanahitaji kupata picha nzuri, wanahitaji kupata picha za kumbukumbu kumbu. Kumbuka uh, ukiweza kupata idea hapa E, itaweza kukusafirisha mbali zaidi, hatimaye uende kuwa hata una shuti kwenye maharusi na sehemu nyingine, matukio mbalimbali. Itakusaidia kuweza kupiga step na itakuwa ni hatua bora sana katika maisha yako na hautojutia. Watu wengi walianza kimzahamzaha tu, lakini leo hii wamefika mbali kupitia ile idea ambayo walikuwa wanaifanyia kazi na kukaribisha wewe na ambaye tayari unadhani ni, kwa ili kwa karibu sana. Na hii ni Akili Media, kisima cha maarifa, na hapa tunakuonyesha njia. Sisi lengo letu uweze kuipata njia.